Tunachojivunia ni utamaduni wa babu wa babu zetu na bibi wa bibi zetu, na huu ndio urithi wetu. Karibu wana na mabinti wa Mama Afrika. Leo unaona, tuko na mtu mzito hapa, tunakuletea mambo mazito kozi, mimi sinaga mepesi, lakini na haya leo, haya uzito wa peke yake. Ya? Mimi ni mwalimu wako wa siku zote, freelance lecturer uh, Mulangila yani, mwana wa ufalume, au Dr. Prince Katega wa pili, mwanaharakati wa ukombozi wa fikira ya Mafrika hmm. Sasa niko na Master King <laughs> Prophet John. Sasa ntaka tuanze na hilo, sababu ni prophet alafu king eh, makaakisema mlangila ni prince. Sasa wewe ni king, hebu eh, tuambie ukingi unapatikanaje hapo? Uh, kwanza kabisa hmm. Ninakusalimu mpendwa mtazamaji. Uh, awali yote ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuweka tuwe hai leo. nimekutana na eh, Prince Katega wa pili hmm, ambaye kwa muda mrefu amekuwa na masomo mazuri sana juu ya mwafrika hmm. Waafrika wengi tumenyimwa haki ya kujua utu wetu hmm. Tumekuwa watumwa wa fikra za wazungu mm. Sasa na mimi nimeona ni vyema nije ni keti nijifunze, nimtafute huyu mtu. Ana madini ya ajabu, ana vitu ambavyo vinaweza kukifungua kizazi cha kwanza na cha pili na cha tatu. Kwa hiyo na mimi nimeona ni, nije hapa. Kwa hiyo ninaposema Master King Prophet John, yani bwana mfalme Nabii John Hili nililipata katika ndoto mm -hmm. Nilipokuwa katika maombi mm -hmm. Katika mlima wa maombi pale Iringa, mlima Kiboya. Nimekaa siku saba kwenye mapango, hakuna kula wala kunywa pale. Kwenye mapango ndipo ambapo alikuwa anapigana Mkwawa wa vita, watu wanaingia chini wanajeshi. Kwa hiyo nilipoingia pale kuna pango, mnaweza mkaingia hata watu kumi mkaweka mabenji mkakaa lile pango tuliweka kama sehemu ya maombi. Kwa hiyo, baada ya kuomba, nikasikia sauti inasema, tangu sasa hutaitwa tena Paulo Mkana, tangu sasa utaitwa nabii, e, bwana mfalme nabii John, kwa sababu mimi Mungu niko ndani yako, ambaye ndo mfalme niko ndani yako, na nitakuonyesha mambo ambayo wengine hawawezi kuyaona, sawa sawa. Kwa hiyo jina likaanzia hapo. Sasa ikabidi ni tafsiri kwa Kiingereza mm. Kutokana na nini, na kizazi tunachokiendea ni kizazi kinachopenda teknolojia. Yeah, ningetaja e, ninge kwa Kiswahili au kwa Kiruga. Kutokana kwamba nimepata jina hili Iringa, ningetaja kwa Kiruga, ni singe, watu wasingenielewa. Nikasema Mungu maana yake nini, sasa unanipeleka kwa mataifa. Ndipo akanipa maarifa ya lilo jina ya that is, that is very good. Na mimi nimekuona, tumekutana kwenye magroups mbalimbali, ndio maana uliposema huyu hatutapoteza mda, tutapata maarifa kwa sababu umeshafunguka. Ni wale waliokombolewa eh, tumekata minyororo <laughs> ya utumwa, sitakuwa mtumwa tena. Safi sana. Kwa hivyo tuanze na hili nataka uniambie kwa sababu, unajua kwamba mimi najua kwamba watu wa kwanza duniani walianzia wapi. Sasa mimi nasema kabisa ni Afrika Mashariki, ushahidi tunao. Ngorongoro tunao kata, umesema Iringa, tukienda huko e, tuna, tunaona old stone age, mambo yaliyofanyika. Mimi nimekwenda. Sasa unawambiaje? Unakubaliana na mimi kwamba make watu wengi, watu wadini, hasata, wa dini hasa hata Waislamu na Wakristu wanadhani ni Eden ambako Eden ni, ni, ni Iraki huko. Kwa hiyo kwa kifupi una confirm hilo ninalolisema? Na ni story, ni history ambazo zimeandikwa kwenye vitabu. Lakini hakuna mwenye uhakika. Kuna watu wengine wamekwenda mpaka huko e, Iraki ambako ile Eden wanasema iliitwa. Sasa baada ya Mungu kuivuruga ikaitwa Black Sea kwao ikabaki hivyo lakini mimi binafsi ninaamini Adamu wa kwanza ni yule aliye ambao nyayo ulipatikana kule Ngorongoro huyo ndo Adamu mwenyewe sasa nakusahihisha na nakusahihisha na, na, sio Adamu sasa Adamu Ngorongoro kuna Adamu sema mtu wa kwanza kwanza <laughs> mtu wa kwanza duniani ni ni ushahidi uliopo ngolo, pale Ngorongoro, Afrika Mashariki, Afrika Mashariki. Sawa, tunakwenda hilo moja. Nimefurahi kwamba unawaambia, unawa na Wakristo na Waislamu. Tena mwanzo ulisema ni nzuri, baadaye ukaharibu. Ulisema ni story, alafu history. Ah, ni story, zile ni story, yani ni hadithi <laughs> kwa kwa hiyo ume, umes... unakubali kwamba ushahidi hiyo ndio historia. Asante mtazamaji eh, unaendelea kupata. Maana nikisema ah, Prince Katega bwana, sasa eh, maskofu eh, askofu mmoja wapo yes, anadhihirisha. Tunaenda sasa zaidi. Ah, wewe ni kanisa lipi? Najua ni kanisa, kwa vyovyote naona msalaba. Ndio, mimi ni mwangalizi au mwanzilishi wa makanisa ya Elgibo Deliverance Ministry kwa hiyo tuko pale Kibaha mkoani Pwani. Kwa hiyo natamani Mkristo wa kweli ajitambue, Mkristo ambaye ana rangi ya Kiafrika ajitambue ametoka wapi na ni nani. Haina haja ya kuhangaika na e, Mungu mzungu. Ah ah, sitaki Mungu mzungu, nataka Mungu wetu sisi wa Afrika. Haina haja kutafuta fedha kwenda Maka, Ndugu zangu Waislamu, aina haja kutafuta fedha kwenda Maka kwenda kuhiji, au Yerusalemu au kwenda Yerusalemu kwenye eh, kaburi la Yesu kwenda kuhiji a ah, kaburi la. Kwenda kuhiji ni kule kijijini kwako, nyumbani kwako, kule kuna babu wa babu yako, kuna babu wa baba yako, kuna baba yako, wamelala pale, wale ndo mungu wa kwenu ninyi. Safi, na, kwa na kwa wazungu, bibi. Wazungu walisema. <laughs> Wazungu walisema kwamba miungu yetu sisi ni uchawi wakatupandia kusema Mungu wa Yakobo, Mungu wa Israeli, Mungu si wa nani? Tunamjua huyu Yakobo. Uliwahi kumwona? Je, anakujua? Anakujua. Sa point ya pili hiyo nzuri kabisa tutakwenda pamoja. Yeah. Tunataka Mungu tunayemjua. Mimi ni unaponiona mimi kila mwaka nafanya tambiko ibada takatifu ya ukoo na kwenda, yeah. Nasafisha makaburi, nikisha safisha makaburi tunafanya ibada pale vizuri. Yani kwe, kule kwetu a, tunasema naambika naambika, alafu ikiwezekana anachinjwa ng'ombe. Kwa mfano si kwetu, ukoo wetu sisi ni wa nyota ya kondoo, kwa anatafutwa kondoo, sio mbuzi, kondoo, kondo. Kondoo ile kondoo ikisha kuchinjwa, ndipo baada ya pale wazee, wale wazee mm. wanaobeba hatima ya uko wetu mm. ndipo wanakuja anatamka neno. Wakisha kutamka neno, na mimi napiga magoti nasema, Mwenyezi Mungu nisaidie. Pointi ya tatu, pointi ya tatu tumeipata. E, ni askofu ni nabii Mkristo anasema kutambika ambayo ndio, ndio lugha yangu. Nilichofurahi sana, mwanzo ulisema ng'ombe, baadaye ukasema kondoo. Sasa tumsaidie mkristu. kitabu kinasema mwana kondoo wa Mungu ndio aondoaye dhambi yeah. Mwana kondoo sasa, baadaye Yesu kafanywa kondoo awajamtendea hakini mwana kondoo sasa, that's very good. Hata sisi kwetu atambikwaye ni kondoo ya kwa, yeah? kwa hivyo hapo tunakwenda vizuri. Sasa nilipokuuliza wewe ni eh, dini gani? Of course ni Ukristo. Nataka tuwasaidie, sababu nakujua mambo yako, mm. Tunaposema mimi ninaposema na watu ambao wamejitambua, tunaposema kwamba Ukristo ulianzishwa na Warumi na sio Roma na sio Israeli, unakubaliana na mimi kwamba ulianzia wapi? ah, kwa ufupi, twende tu kwa mjibu wa historia, Ukristo ulianzia Antiokia, ambapo Antiokia hii ni Uturuki, ambapo mfalme Konstantino alikuwa mtawala katika hiyo, hiyo, hiyo, hiyo nchi, ndiye Ukristo ukaanzia pale. Asante sana, tunazidi ku, ku, kupasha habari hizi wale wanaonifuatilia mnajua, na mimi nasema hivyo. Sasa nafurahi ninapopata Mkristo, askofu anadhihirisha hivyo. mimi sio unasema, na nasema kwa mujibu wa historia, Antiokia, sio kwa mujibu wa historia, ni kwa ajili ya Biblia, kwa mujibu wa Biblia. Ila kwa nchi kihistoria, ni kweli, ni Uturuki yeah. walipaita hata Constantinople. Watu walikuwa wanajitwalia tu, anatoa jina lake Eh, wanakuambia Alexandria huko Misri kwa sababu ya Alexander. Kwa hivyo mimi nimefika kwenye kanisa la kwanza kujengwa duniani na nina ushahidi hapa, eh, nitakuonyesha, eh, kwamba kanisa liko mpaka kesho na uhakika walibomoi mm. eh, hawezi kulibomoa kwa sababu sasa hivi ni museum. Ya? eh, natizama tunataka na mtizamaji aone kwamba iko mm. Sala kwanza duniani mm. kujengwa mwaka mm. miatano thelathini na mbili. wow. wakalimaliza mia tano thelathini na saba, wa wa... alikuwa la... ameondoka mm. Lakini hapo papa, papa wa kwanza mzungu Sama, papa walikuwa wa Afrika kabisa. Wow. <laughs> Sasa kuna, eh, Papa Justinian wa kwanza ambaye hata picha yake ni mm. Papa Justinian wa kwanza ndiye aliyesema pana tujenge kanisa kabla ya hapo kulikuwa watu wanasali kwenye mahekalo ya. Kwa hivyo picha inayofuata hapa, uh, uh, nacheea kuiona, lakini na mimi nipo kwenye kanisa hilo, kwa hiyo kuprove kwamba lipo nami, nimekwenda mara nne. Kwa hivyo pale ni Afrika, yule mtawala alikuwa anatawala Afrika kuanzia na Misri yote kwa sababu walikuwa wa Misri miaka mia tatu thelathini na mbili ndio Afrika ikavamiwa na wazungu. Wazungu wa kwanza kuvamia ni Wagiriki. Hata wakambia Alexander wanamuita the great. Inamuita Alexander the barbarian. Wanamuita yaani yule ni katili namba moja. Wagiriki wakatawala mpaka 30 BC. Alivyotoka wakaja Warumi. E, wakiongozwa na yule Julius wanamwita Julius Caesar Kaisari, alipindua akampindua Cleopatra wa saba. Cleopatra ni Mgiriki, ila Mgiriki alikuwa amechanganyika kidogo na Uafrika. Ya alimlaghai akamtongoza, wakapendana, wakazaa mpaka hata na mtoto, tangu mwaka 40 BC 30, ndio akampindua sasa. Warumi wakaanza kutawala Misri yote na tunaposema yote tuna maana na hii kitu tulikiongea tukawa kabla hapo, kwa wanasema mambo ya Middle East ambaye ndio ukanda na Wagaza wanasema ule ni uongo. Hakuna Middle East, ni neno la kisiasa tu, kwa sababu Middle East. Kwa hiyo Middle East ni wapi? Kwa hivyo ukisikia Yemen, ukienda Saudi Arabia, Iraq, Irani, Syria, Jordan na Israel, kote kulikuwa ni chini ya yamru, yam, yam, yam, yam Misri ambaye ni Mwafrika yani, tena kweli umesema, kwa sababu leo hii Wamisri wanaonekana kama si Waarabu, bali ni wavamizi tu, kama unaona na Libya ya hao wamevamia. Kwa hivyo ninachotaka kusisitiza hapo, Uturuki ilikuwa Afrika. Ndio maana huyu mtawala alikuwa pale akasema, alikuwa pale akasema, Warumi wasema sisi tukai Misri, tutakaa Uturuki. Ya ni kama vile mtu anasema twende Dodoma, sio Dar es Salaam. Kwa hiyo haibadiliki. Na ni kanisa Katoliki ndio Wakristo wa kwanza, Roman Catholic Church. Sio kwamba ni dhehebu, ah, ndio kanisa la haya. Haya ya kwenu ndio madhehebu <laughs> si ndio, haya ni madhehebu. Kwa hiyo wao ndio walitunga Ukristo, okay? Oh, sasa utatunga kitu bila kuwa na sheria zake? Ndio maana uh, nimefurahi ulivyosema kondoo ndio anayetumika na ukristo ukiangalia mimi nime unajua nimetembea nchi nyingi sana, ziko yako makanisa ya zamani huku, sioni Tanzania Afrika, lakini angalau Uingereza mimi nakoishi Birmingham, liko kanisa ambalo pale walichoweka, wameweka kondoo nakakina. Sasa bado wanaweka misalaba eh, lakini alama sahihi ni kondoo, hata wakatoliki walikuwa wanachora kondoo, halafu wanaweka bendera. Ndio maana mwanakondoo kashinda. Sasa Yesu anakuaje kondoo? Jamani, hamjamtendea haki mwana wa Mungu. Alikuwa alikuwa ni kwa ajili ya ondoleo la dhambi, yani tambiko. Aha, ni tambiko, na tena umerudia neno la tambiko. Tuwasaidie tu eh, watu wetu. Mimi ninawauliza siku zote, na hata videos kama mbili tatu ulikuwa hujasikiliza, zitafute, naeleza vizuri kuhusu Pasaka. Nasema, Pasaka sio sherehe ya ufufuko wa Yesu, ni tambiko la Waisraeli, kwa sababu sura ya kumi na mbili Kutoka ndio inatuambia. Mungu kupitia Musa akasema mkachinje, na damu si mpake kwenye miimo na nini, damu ikionekana kwa kawaida. Pasaka inatakiwa kila Mkristo afanye tambiko nyumbani kwake, kwenye ukoo wake. Ni tambiko tunaanza, ni tambiko la dunia. Nasema, sio, kama kila Mkristo. Kila mtu. Kila mtu na ndio maana unakuta Waislamu wana siku ya kuchinja ile sio, sio, sio, sema, sio siku ya kuchinja. Ile ni tambiko. Ni siku ya tambiko. Siku ni siku ya tambiko. Tunakwenda vizuri, tunakwenda vizuri. Unakuta kuna, kuna, kuna baadhi, uh, unakuta baadhi ya Wakristo na uh, madhehebu mbalimbali wameweka sheria hizi kwenye makanisa kwamba usinywe pombe E, usioe wake zaidi ya mmoja na wengine wameweka vipengele vingi, usivae singiriki, mara usifanyi hivi. Hizo ni sheria za dini, sio sheria ya Mungu. Wow. Good, good. Hayo ni matakwa ya mtu, sio matakwa ya Mungu na dini yake na dhehebu lake. Ukienda kwenye bibilia takatifu, hmm. aliyeruhusiwa kuwa na mke mmoja ni askofu peke yake. Anasema imempasa askofu awe ni mtu wa mke mmoja, mwenye ku asiwe wa wake wengi. Hey, na asinywe pombe. Maana yake kuna wengine wanawake wengi. Sasa mtu si asikofu, wewe unasema unataka uwe na mke mmoja. Binafsi kanisani kwangu, mimi ni ruksa, uoe unaowaweza wewe Bravo, bravo, singi uweze kuwatunza wake zako, uwape wake zako hata kumi, we oa tena sasa, kwa kukusapoti na mimi, unajua ni Bible scholar Naam. mtu mwenye hekima ya Mungu kubwa kuliko wote kwa mujibu wa Biblia ni nani? Ni Suleiman. Alikuwa na wake wangapi? Sheikh alikuwa zaidi ya watu mia tatu yani aa, aa, aa. Alikuwa, na alikuwa, na, alikuwa na wake mia, wake mia saba masuria mia tatu Kwenye Kiingereza neno mm -hmm. masuria umesema concubines Ma yani vim, ni vimada <laughs> yani alikuwa na wake mia saba vyeti vya ndoa nyumbani navyo, na mia saba alafu ana masuria yani michepuko mia tatu. Kuna mtu alinisahihisha Uh, katika interview hizi akasema suria, sikukubaliana naye lakini kasema, kasema suria unajua, au ni wake ambao sio Waisraeli, kwamba alikuwa na wake mia saba Waisraeli na mia tatu wasio Waisraeli, kingesema Kiingereza wanasema concubines <laughs> anyway, kwa hiyo hilo tumekubaliana, hmm? Nataka tuwape madini mengi, hilo tumekubaliana kwamba mwenye hekima. Kwa hiyo we kama una kamke kamoja ina maana hekima yako ah, nasema kama una kamoja, hekima yako tukikulinganisha na Suleiman, wewe ni kama 0.1% ni nusu kuoa. Unang'ang'ania mke mmoja, amekuwa mama yako mzazi huyo, sema mama yako mzazi. Kwa hiyo ni wewe, ukiwa na uwezo kanisani kwangu, njoo unafungishwa, safi kabisa na e, kula... naamini watakuja watakuja zuia. Kuna hii tabia ya kusema zuia, eh, kuzuia. Akamwambia Nuhu, atengenezeni mvinyo watu wakanywa mvinyo wakala wakanywa kawa. Haya, unakuja Yesu mwenyewe akasema wajazeni mabarasi akaitabiria, akageuka kuwa pombe tena, ile ndo muujiza wa kwanza, kwa sababu kabla ajaanza kuponyesha magonjwa kasa, akaponyesha kiu. Ukija kwenye Bibilia Mungu anasemaje? Anasema ole wake amkae asubuhi na mapema kwenda kutafuta kileo, kabla ya kwenda kazini maana yake aende jioni baada ya kazi. Sasa tena na kuongezea nyingine anasema mpe masikini kileo asahau shida zake. Na lingine sasa, Yesu mwenyewe licha ya kwamba kana yangu, Timotheo, tumia mvinyo kidogo kwa sababu ya maradhi ya tumbo lako. E, sasa hiyo mimi sifurahi sana kwa sababu anasema alikuwa anaumwa. Sasa tuseme ukienda Muhimbili, ukienda Muhimbili daktari anakuambia tumia bia angalau mbili kwa kwa wiki, kila wiki tumia bia, ongeza damu ili kuweka. Mimi sijawahi kunywa katika maisha yangu yote, sijawahi kunywa kileo, ila simzuii mtu kunywa. Sasa mimi nitaka niongeze mstari wa Biblia, tumesema ile ya, ya kana ya Galilaya kwamba alitengeneza kabla hajaanza miujiza, lakini tukisoma saizi na sababu tukusema ni mstari gani, uh, kukumbuka utasema lakini wa, nisema tu ukweli kwamba na Yesu alikuwa anakunywa. Mimi nina ushahidi kwa sababu aliwambia ni wafanyaje. Watu nyingi alikuja, Yohana mbatizaji, yeah. Hanywi divai wala hali mkate, mkasema una mapepo. Sasa mimi nilikuja nakula nakunywa, mnaniita mlevi. yeah. <laughs> Kwa hapo alikuwa anakunywa juisi, hauwezi. yeah. <laughs> Haina ubaya na, na kweli wako waliozuiwa. hmm. Kwa mfano eh, nani alikuwa na Delila? Nani nani? Samson, Samson. Mm -hmm. ya yeah? na Yohana Mbatizaji, hao I'm saying hao ni manadhiri ya ambao walitengwa kwa kazi maalum na Mungu. Anasema kabisa lazima aongee kwamba huyu asije akanywa kileo, kileo asinyoe nywele. Safi kabisa, kwa hiyo tunaendelea kwenda vizuri sana haya ndio mambo tunataka watu wajue eh. na ili naona linakuongezea bwana anamaliza haraka ile na kibaa kwa sababu <laughs> watu wanaogopa wanadhani Mungu anakasirika. <laughs> hapo mi Waislamu ndio huwa nawaambia safi kabisa. Tunataka yeah. tujue tu kwamba kabla ya dini hizi za majahazi mbili, Ukristo na Uislamu umekuja na majahazi au kuja na ndege wala ukuja na meli umekuja na, ma na majahazi, kabla ya hapo tulikuwa na imani gani? Ndio tunataka ile imani yetu irudi, safi sana tunataka ya Kami yetu halisi irudi, kwani kabla ya hapo walikuwa hawaombi mvua inanyesha tena nangye, na, na, na actually, hivyo, nimeshafanya research yule mtu aliyetayarishwa makusudi kwa ajili ya kuomba mvua, sio kila mtu eh, yes. Akienda anapanda mlimani inabidi aje ameloa, yani inanyesha wakati hajafika, ukifika haijanyesha unasema. Lakini leo watu wanakwenda mpaka uwanja Mkapa hapo wanapiga maombi wiki, wiki. Kabla ya hapo kulikuwa hakuna hospitali, watu walikuwa watibiwa na hilo mimi na uhakika kwa research yangu, kwa Afrika Mashariki hospitali ya kwanza imejengwa elfu moja mia nane tisini na tano ya kwanza, kwa sababu wa misionari wa wamekuja elfu moja mia nane sitini na saba. Ya, ndio wakaingilia Zanzibar ya? Na, mwaka mmoja, waka, wakaenda Bagamoyo. Eh, huyu mtu nyuma ya kamera tumekwenda wote huko pale panaitwa Odeni Msalabani, hawakuja na shule kwanza wala hospitali baadaye ndio wakajenga hospitali. Walikuta hatuumwi, ukiumwa au, ah, napewa tiba eh, hey. Au unachanjwa? Kwani kuchanja kuna kwa hospitali uko na operation kila siku watu wanachanja. Haya <laughs> kabla ya hapo kulikuwa kuna wezi, hata siku moja mtu akiiba tu anaingia kwenye maombi, wakichanganya kwenye maombi, mtu yule anaweza karudisha kile kitu. Leo hii wezi wanaingia mpaka makanisani wanaiba mpaka sadaka wanaondoka, na hakuna kugusa. Nilisikia eh, Bishop Bagonza eh, wa Karagwe eh. <laughs> akawa natoa taarifa akasema, ah, unajua alisemaje, kuna kanisa fulani lingine huko huko Karagwe asema watu wamekuja mpaka wameiba kengele ya kanisa <laughs> akasema waogopi Mungu, wanajua kwamba Mungu hawafanyi kitu <laughs> tayari hamna kitu. Sasa ndiosema sisi mkoba maki, okay, maki tuliosema kumjua Mungu sisi malaika tunao tulikuwa nao na tunao, na majina yao tunayajua wale, na yameandikwa yeah. Wale malaika ambao sisi tunao yeah. Kila kabila lina malaika wake na kila mtu ana malaika mm -hmm. E, kwenye Bibilia tunaita Roho Mtakatifu mm -hmm. Ukija kwenye imani ya Kiafrika mm -hmm. Tunaita e, lisoka au mzimu mzimu ukipanda unaweza kunena, ukanena mambo ya familia yenu yote. Sawa, sasa nasaisha kidogo hapo. Mzimu na malaika ni vitu viwili tofauti kwa, utaf, kwa utafiti wangu. He. He? mzimu ni mtu aliyeacha mwili, sisi lugha yetu tunasema aliye staafu dunia, yani roho yule ambaye alikuwa ndani ya mwili mm -hmm. eh, wa huyo mtu sasa, mwili ukizengua roho anachomoka. Sasa roho yule aliowai kuishi duniani ndani ya mwili ndo tunaita mzimu. Mzimu hai ambaye ndio roho za bibi na babu zako na wajomba, na hao hao ndio mizimu. Sasa malaika. mm -hmm. wako umesema neno lingine, umesema... mnasema... Eh, soka. Eh. Eh. Sasa, sisi tunao mpaka na majina na idara zao eh, tena kwenye sio jinsia lakini, eh, eh, neno la Kiswahili silipati, eh, kwa Kiingereza wanasema ni eh, feminine principle sio kwamba ni wanawake lakini, sijui ni principle, nitakuja nitafute namna. Tuna eh, masculine eh, lakini tuna masculine principle na feminine principle, lakini kwa wazungu na Waarabu wao malaika wote majina ya ki, kiume kiume tu. Sasa sisi mfano tuna hapo, niseme tuna kwa mfano Nyakarembe, Nyakarembe ni jina la mwanamke, ni malaika wa idara ya kilimo eh, tuna um, tulikuwa tunaongea mambo ya mvua eh tuna Mugasha, Mugasha ni jina kama la kiume vile, ni idara ya maji eh, na mvua eh. tuna umesema jambo nisaidia ni kutoa, tuongee hilo la kutokuwa na wezi. tuna malaika anaitwa Kayura Nkuba, Nkuba ni radi, ni radi. Kwa hivyo mtu akiiba Kilandusi, Kilandusi eh sasa, mtu akiiba, sio kwamba alikuwa hawaibi kabisa mm -hmm. lakini ni kidogo sana kwa sababu anajua ni kiba mtu akienda kwa nabii eh, manabii walikuwepo pia eh, ambao sisi tunawaita mbandwa mm -hmm. ana bandwa Roho Mtakatifu. Mtu akienda anasema jamani, anatangaza jamani, aliyefanya hili, aliyeiba, eh tunaongea na Khairu Mkuba, usipo, anakupa siku tatu au sita. Mkuba yani radi inakupiga hata kama mko kwenye sherehe, mko 30 wewe tu. Sasa hapa polisi wanatafuta, wanakamata watu thalathini mpaka mahakamani miaka minne. Kwa hiyo hata IGP angetutafuta tumletee, wapo <laughs> manabii, wapo manabii. Hakuna haja kuangaika, weka mtu e, rumande, unamlisha miezi saba nane, amjajua hivi aliyekosa ni yupi? Hata leo tunapoongea kwa ushahidi tunao manabii eh, ambao wana, wanafanya hiyo kazi. Kwa hivyo ni mambo ambayo yanafanyika. Tunachojivunia ni utamaduni wa babu wa babu zetu na bibi wa bibi zetu. Na huu ndio urithi wetu.